Tuende katika utendaji na utekelezaji. Jambo kubwa sisi ni kutoa matokeo, na kauli yangu na Mheshimiwa Waziri kwa kweli ni kupata matokeo ambayo ni chanya. Kama jinsi ambavyo mmekuwa mkifanya vizuri, tuendelee kufanya vizuri zaidi, kuwasaidia Watanzania hasa kuweza kulasimisha biashara zao, lakini pili kujisajili, kwa maana kulasimisha ndio usajili wenyewe huo, sio na utoaji wa leseni usiwe kikwazo kwa wafanyabiashara wawe wa ndani ya nchi, lakini pia wafanyabiashara wa nje ya nchi wanaokuja katika usajili wa makampuni na maeneo ya biashara. Swala la elimu ni muhimu zaidi, taarifa ziwe zinawafikia wa Tanzania, kila kinachobadilika kila kipya kinachokuja, kila ambacho kuna maeneo ambayo mnaona wanakwama zaidi hapo tu lazima tuyatatue na kuyatanzua na kuyatolea elimu tunaweza tukavitumia kuwapa taarifa Watanzania vijana, hasa ukiangalia, kwa sababu sasa hivi hata trend ya nchi yetu focus kubwa iko kwa vijana, na unaweza kuona jinsi nafuu zilizotolewa kwa vijana. Kuna ile asilimia thelathini ya, ya vijana ukifungua kampuni anapewa tenda asilimia thelathini na serikali hii ya tenda zote za serikali 30 kwa wametengewa vijana. Lakini pia, kwa vijana pia hapo unaona kuna ile wana mfumo wa ukopeshaji mikopo ya asilimia kumi kwenye kila halmashauri, na sasa wameshaanza kutoa kwenye halmashauri mbalimbali. Vijana hao wapo wanaofungua vikundi ambazo ni ni ni, ni, tunafanya usajili wa biashara, lakini pia inaweza ikawa kampuni wakafungua na penyewe, ni pesa nyingi zinaenda, wakisaidiwa kuratibiwa vizuri hawa, kwa ushauri mzuri kutoka BRELA, sio tu anafungua, lakini akipata pia na ushauri e, anaweza akawa stable na akachangia uchumi kwenye taifa lakini pia tumeendelea kupambana na changamoto ya ukosekanaji wa ajira moja ya matarajio makubwa na matumaini ya Mheshimiwa Rais Dr Samia Suluhu Hassan ni kuhakikisha kwamba sekta hii ya viwanda na biashara inakuwa ni nguzo muhimu ya uchangiaji wa GDP, pato la taifa kwa zaidi ya asilimia ishirini, na ikiwezekana hata ifike sehemu kama nchi nyingine tunavyokwenda, na kwa kasi ya Mheshimiwa Rais anavyotamani viwanda na biashara vichangie at least iweze kufika hata nusu kwa nusu, asilimia hamsini au zaidi. Na ndiyo maana hata kwenye dira ya maendeleo kusudio ni hilo. Viwanda na biashara ndio vinavyoajiri watu wengi. Viwanda na biashara ndiyo inayoweza kuwa na mjumuiko mkubwa wa kuleta mapato ya fedha. Viwanda na biashara niyo nguvu ambayo inaweza ikaleta mabadiliko leo makubwa katika, katika dunia. Ninaitwa Loi Mhando ni kaimu afisa mtendaji mkuu wa wakala wa usajili wa biashara na leseni BRELA. Sisi kama BRELA tumechukua maelekezo ya Mheshimiwa Naibu Waziri na tunafanyia kazi, lengo likiwa ni kuhakikisha tunawahudumia Watanzania wananchi, pamoja na ma, wananchi kutoka mataifa mengine katika taratibu za urasimishaji wa biashara hapa nchini kwa kuwa BRELA ndio kitovu au mlango wa mafanikio ya biashara.